Wabobezi, Free talk. Wala <laughs> ulalichekezha ula hapa ishu ya kwenye ndoa <laughs> hey, kwamba kwa nini ndoa <laughs> <laughs> nyingi unakuta <laughs> kabla watu wajenge kwenye ndoa, walikuwa vizuri vizuri, wanaishi vizuri, wanapendana message zile ambazo mko mnatumiana, hey, zile mnatumiana bebi, biko watu hujaumia ko ko kidogo, pole bebi, unaweza kuomba hata msamaha kwa kitu ambacho hata kihusiani <tipulia> bebi, naomba unisamee kwa vita ya Ukraine inaendelea <tipulia> aukranaoendelea wakati hata usiki na na nili sasa hayo mambo hayo maisha. Eh, ha, eh. Ka wa sasa, changamoto inakuja, watu wanajiuliza sasa, kwa nini tukishaingia kwenye hiyo ndoa mambo yanageuka. Mambo yanageuka ni mwezi tu wa kwanza, mwezi wa pili imeanza ku kipigo kinatembea yani vurugu nini, yani kifupi kwa ilivyo iwalisia mm -hmm. Unajua haya mambo pia, hata anapopika anapangwa kwa wema mm. Kwenye wema shetani huwa yuko mbali. Sawa. Yaani kwenye wema pale unasema bana kwenye tu, tu, tu, unajua mnapotoka kwamba tufunge ndoa mm. Maana yake amemhusisha Mwenyezi Mungu hapo. Ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu pia naye anataka kabisa lifanyike. Mm. Lazima mtahusisha viongozi wa dini. Kama ni mtu wa kanisa utaenda kanisani mm. utawaambia na kitu kama hicho, watakipokea watu wa kanisa, kitaendeshwa ka kwa baraka zote. Mm. Shetani saa hii hayupo. Mm. Nakuta yupo sehemu fulani anapiga hata randa kule. Hayupo, mm. ananyosha, hata anapiga hata pasi. Sawa sawa. Umeona? Mmeenda kwa mashehe swala la ndoa pale, ina maana kiwalisia, Mungu kameshahusishwa pale, shetani hayupo. Ayupo inaanza pale ambapo mnakuta, mlianzisha vizuri, mlianza vizuri mm. kwenye upande wa Mungu mkafunga ndoa yenu ikakamilika. Mnakuja sasa, mnapoingia nyumbani, ndio wale, wale mambo ya kanisa hapo kitu gani? Na shetani anapokuja shetani anaona maana shetani anatembelea kwenye zile ndoa ambazo wako mbali na maana na, na, na, na, walivyofunga tu ndoa wakaacha yote eh, wakaona sasa hapa, na yale zawadi kama alipewa mabibilia pale, ana wanayatupa yale masomo eh, alio ambao wasome. Ahiyo pale shetani anaanza kupiga ruti sasa mm. anakuja mm. akisha kuja shetani kitu cha kwanza ana watesti kwa mgogoro wowote hey, hey. Ili kwanza aone akili zenu zitarudi zita, zita, zita kanisani hey, hey. Au zitaenda lemea kwenye hey, hey, kitu kingine ki hey. Kwao akishawagusa, akaona kwa kwamba mwanaume mm -hmm. anaenda kuomba ushauri nje yes, so. kwa marafiki zake mwanamke naye anaenda kule, anasema hapo hapo Kumbe hey, hey, hey, hey. Mambo yenu ya ndani, nataka wewe unayetakiwa kuyasolve wawe nje. hey. Anaenda nje sasa anu, kwa wale anapata wale ambao mmekubaliana mje mwaongee hey, hey, eh, tena. muda mwingine anaweza kafanya hivi asiende mbali sana. mm. Anaenda yeah. kwenye kampani yako wewe, mwanaume ambaye alikuwa labda mfano mm. walikuwa ni watu wako ambao mnakutana nao ba mm. -hmm. ndio anawafuata wale wale yeah. na kama wewe ni mwanamke pia, kampani yako ilikuwa wale mlio kwa mnacheza nao vigodoro, ma vigoma na manini, wale wale sio? Anaenda kuwaomba anawafuata wale anawafuata wale anaanza sasa jamani, nyinyi hapa mlipo hamjaolewa au nyinyi hapa mlipo hamjaoa, alafu huyu anayekuja kuomba ushauri kaoa kaoa, sasa hivi anamneji mambo yake kule, anategemea nataka mambo ya ndoa badala ya ayapeleka kanisani na, na baa iliyoko eh. ba, hapa sasa hivi kilichopo hapa ni chupa na mziki mkubwa, mtamshauri nini? Mtamshauri nini eh, ayatwange <laughs> haya <laughs> sasa cha kufanya oa tumsikie aje. Akija pale, mgogoro umetokea usiku unakuja sasa kwa unakuja unakuja sasa. Sasa jamaa zako. Wazee, wazee mwanangu, ndoa si ngumu. Ngumu sana, mwanamke kabadilika sana na mimi. Sasa hivi ameshakuwa e, sasa hivi e, yani, ee. apiki anaondoka tu. Eh, nikiongea ana, ee, kitu ananijibu yani yani, ndani umu, kama tuko, wanaume, <laughs> kana, mwangalia, e, a kama tua wanaume ee. wawili kushauri Sikiza, usiboreke, usiboreke, hili ni la kuvuruga kwanza kwanza kwanza kwa anamwacha, kwanza anamwambia wewe, ongeza bia, tumwache huyo ameshalewa. <laughs> <laughs> Bwana Johnson, unalionaje hili swala kukushauri za pale nikalewa nikashalewa. <laughs> <laughs> <laughs> Anambia wewe wewe, Benjamin ni nini wewe si bado bia, wewe umekunywa mbili tu haijakaa. Huyu ana tano. Haja zungumzeanaeanza Ndio maana. Umeshampiga ndio yangu utaosha mpaka vyombo, piga mwanamke Motea, hata makofi hata 60 kwanza yamfurudize, akishazimia pale akija kuzinduka akauliza, niko kwenye dunia gani? hapo <laughs> ndo atakaa kwa ndo uko <laughs> ndani mwanamke, <laughs> aoni anapigwa sasa. Sahii anakuta shetani alikuwa na kadaftari anaandika <laughs> <laughs> eh, maoni hapo eh, kwa, kwa Johnson hapa <laughs> <laughs> naona hiyo <inaudible> hiyo kweli hiyo hiyo <inaudible> kweli, lakini maana anarudi na, na kwako wewe, unalionaje hiyo? wewe hujamgusa kule alikuwa kwa Bwesu, kuna kipindi ulikuwa unasema kabla alikuwa na mpenzi wake, eti anampigia kwa, anamwambia baby yule kwa mimi nikuoe, ili mambo yawe mazuri. Huko alikuwa anakupiga na kuonea. Yule kwa anampiga, alikuwa anampiga, alikuwa na akili timamu, akili yake hii ndio ilifanya ampige. Na wewe kamtwange. Eh, sio dundumla huyu. Ili uwe mwanaume, wewe mwanaume yule, wewe una utofauti pale ndani. Na utofauti wa mwanaume ni nguvu, sio sauti peke yake. Mtwange huyu mwanamama, ili wazo na Johnson. Mimi naona liko malaria kabisa. Malaria. <coughs> Eh, tumsikilize na huyu Abubakari. Wewe. Tena namuita Abu. Abu, umesha kunya bia sita, unalionaje hili swala hili unasikia? Wewe ni na <coughs> <Abou>. Wakufukuza huyo <coughs> <Abou. tos> <Abou. tos> ni <coughs> wakufukuza Abuyumeenda ngapi? Na wewe ushauri chakufanya, dawa ya moto ni moto. Chanatoka nje, na we toka, uwe unakuja huku huku, wana hapa kuna PC ash Eh, Johnson wewe, kwa kweli, kumbe bia ya nane ni nzuri. Ongezea ya tisa uje uongeze. Eh eh Eh. Eh Johnson. Yaani, ni swala akitoka na na wewe wewe, toka. Karara yake kabisa. Na peace. Uongezea hiyo point. <laughs> Hapo anatoka zapo anarudi sasa kwa wanaume kwa, sasa kum, kumjaza mwanamke mm. Naye kwenda kuomba ushauri yeah. Anaenda tena kwa wale wale ambao hawajaolewa eh, hey. Ni shetani anakuongoza nenda eh, hey. Kwa, kwa, ushauri kwa watu ambao hawajaolewa. Kwanza aendi siku hiyo, unarudi unatekeleza yale alioshauriwa ya unampiga anampiga ukishampiga mm. Andoka na nundu pale turu imevimba mm -hmm. Anaenda kwa wale wanawake kule, ukishamuona tu pale anawafata wale mm. Oneni mwenzenu kule, sasa sura inapoharibika hivi kwa yon, vigo, yon, kwa hiyo anacheza hiyo vigodoro na sura za kuvimba hizi e. <laughs> Mshaurini, mshaurini huyu mshaurini. <laughs> <laughs> No, mwenzetu tukaanza kunywa ma, mambo makali makali, wapi! Hilo ni kofi, hilo na ni kofi lenyewe la kushoto, baya baya hilo, ah, na gumba pale pale. <laughs> Baya sana hilo, alafu anaweza anaamua vipi mwenzetu, vipi? Unajua mi nimepiga mwambie ni kupigwa yani, kinachopigwa ni ngoma na simu ndio zinazopigwa, sio mwanamke apigwi, apigwi. Pia taka tuharibia huyu Zainabu. Zainabu wewe mwezi zungumza huyu, naona huyu huyu anataka kuleta mambo ya Kiswahili huyu, huyu atakao iko mbioni kufunga ndoa huyu, anampandisha sauti Zainabu, namjaza na ujinga alikuwa nao ujinga hata huko ujinga hata kilo mbili. <laughs> Naona kumbe huyu na ile swala, anaanza kushauriwa yeah. Na sasa, anaanza sikiliza. Yule mwanaume akikupiga nini? Atumia nini? <laughs> kwa sababu huyu kofi lake sio, na na wewe piga atumie nini? Kwa sababu huyu kofi lake halina uzito, alina ujazo eh,

Vunja vunja vitu vya ndani. Mkiona hasara ili mtu akija kuona kama mimi nikimpiga kumbe hasara inaingia humo. Hapo mshaurini kwamba yule mume wake ana tumbo, ile tumbo kubwa. Wakati mwingine anaweza kuwa silence killer. Atachukua lipasi tu kalichomeka kwenye umeme pale masaa sita. Inachemka mpaka linakuwa jekundu, libebe chomoa kwenye socket fika pale ndani. Akiwa amelala hivi, kalala kitandani. Aisha kunywa maji ya baridi, idondoshe pale kwenye ile tumbo. Ataparanganya. Mpaka sasa kameshapata jeraha hapa. Hivo, hiyo ndio ndoa ndoa e, uh, inatakiwa iwe inamshamsha. Halafu pili, usikubali ku, anakurudia sasa. Mwanamke usikubali wewe eti ndio utoke ndani, tengeneze mazingira ndio akimbie, akimbie ile mji, chemsha uh -huh. maji ya moto, alafu aniima makusudi hivi yeah. ya mwagikie ya hey. kwenye akiuguza kidonda yake kijapona fika huku Weka kingine. Weka kingine. Weka vijiko hivi hapo. Piga tu hivi viruka tu hivi vikafika kama miezi sita, hafanyi kazi wewe <laughs> unapambania kulisha familia. Napambania hey. kwisha kuwa mwanaume pale. <laughs> Na muda mwingine chukua hata visu tu mnoa tu vya na ncha <laughs> <laughs> kali unakata vitunguu hivi. Yaani yani hivi tu ikitokea hata ameshapitiwa tu, tengeneza amshamsha ndani, naishia hapo anakwambia Mshaurini anataka iweje? Kama anataka mwanaume amfanye awe kila kitu, ndio ndio, kuna waganga eh. Hey, hey. Yes, kila siku kwenye mabidhoro yenu ala mtafuta waganga ndio mtakani mwenzi rimbwata eh hey. Pigeni apigishwe rimbwata huyu mwanaume awe lingo awe zezeta awe, awe msukure awe msukure <laughs> akiambia baba nanilia eh. Eh akirudi huko hey, hey. Aki hey. Akiambia saa ngapi sasa hivi saa ukutani hajui mishale hey. eh hey. hey. akibidi hata yeye ndio awe taulu akienda kuoga anafika anamchukua yeye ndio <laughs> <shusura laughs> anaenda kujifutia mwanaume <laughs> <Hey>. eh <laughs> Unalogwa, unalogwa vibaya, unalogwa hata kama unakuta ushauri <laughs> umeuomba kabisa umeuomba huku na wewe ka uomba, mkija mkacombine pale, hakuna ndoa, hakuna ndoa pale. Na unakuta mda mwingine pia matatizo yenu kiwalisia, kiuhalisia, na mda mwingine mshirikishe Mwenyezi Mungu hmm, mwambie mwe, Mwenyezi Mungu, ingilia kati hapa, maana mgogoro, unakuta kila siku inachemka, unakuta wanaomba maushauri kule, wanaomba maushauri kule, inabidi ah, se mmoja, sijui ndio awe ajishushe. Eh. Je, mimi mjinga, mimi ni mjinga? Unakuwa mjinga mwezi mzima, alafu mwingine hmm, yeye hmm, ndio anazidi kuwa mjanja. Mwambie Mwenyezi Mungu pale kweli. Alafu wakati mwingine pia wale watu ambao wanaenda kuwaomba ushauri hmm wewe ambaye uko kwenye ndoa eh, waangalie basi. Basi na wao wana hofu ya Mungu eh, eh, kiwalisiona shida eh. Unaenda wanani rika lako mwenyewe eh, eh. Mnaokupiga nao bata eh, mnao nao vigodoro eh. Unaenda kuomba ushauri tena, ndoa wao wenyewe wa hawajaoa hawajaolewa eh, wamezoea bata. Unataka kushauri nini? Watakushauri ndio tupige maisha huko kunabaniwa. Lakini ukienda kwa watu ambao eh, wana, wana hofu ya Mungu hmm. wanasali kwanza Jinsi watakavyokupokea na yale hey, kwan hey, kwa eh, kwa matatizo kwanza. Hata kama mmeenda hiyo, baada ya haya matatizo ni nataka tuachane, watakwambia mm -hmm, hapana, mwende mwende hivi mwende, na mda mwingine wale walihusika katika kuwashaurini ndoa yenu warudieni, wale wale ambao ndio viongozi wa dini, ambao ambaliua wanaweza hey, wakawa na upeo mpana, ndio watoka kwenda kwa mshikaji <laughs> <Ataka ashish. laughs>